Kitabu cha injili ya Marko, sura ya saba na ya nane. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu ni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro nawakaribisha. Tunaendelea kusoma kitabu cha injili ya Marko ambapo siku ya leo tutasoma hii sura ya saba na ya nane. Kuna mambo mazuri sana ambayo tutajifunza ndani yake. Tusali tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya umuda Bwana, unatuwezesha kuunganika kwa ajili ya kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Roho Mtakatifu utusamehe dhambi zetu, utusafishe maeneo yote tuliyokosea na kuanguka kinyume na mpango wako. e Mungu, tunaomba utuhurumie. Roho Mungu, tunaomba utuongoze, utu hata majira haya tuweze kulisoma neno lako, na kila mtoto wako alioko mahali hapa, tunaomba umsaidie kuelewa, ili e Bwana tuendelee kutiwa muhuri wa uzima na tuendelee kuwa salama katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane muda huu na ndugu zetu wa Word Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa saba. Kisha Mafarisayo na baadhi ya wa waandishi waliotoka Yerusalemu wakakusanyika mbele yake, wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono najisi, yani isiyonawiwa, kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko hawali, wakisha mapokeo ya wazee wao. Tena wakitoka sokoni wasipotawadha hawali, na yako mambo mengine waliyopokea kuyashika, kama kuosha vikombe na midumu na vyombo vya shaba. Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee, bali hula chakula kwa mikono najisi? Akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu, ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema mwaikataa amri ya Mungu, mpate kuyashika mapokeo yenu. Maana Musa alisema waheshimu baba yako na mama yako; na amtukanaye babaye au mamaye, kufa na afe. Bali ninyi husema mtu akimwambia babaye au mamaye ni korbani, yaani, wakfu kitu changu chochote kikupasacho kufaidiwa nacho huwa basi, wala hamumruhusu baada ya hayo kumtendea neno babaye au mamaye, huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliyopokeana. Tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawasawa na hayo. Akawaita makutano tena akawaambia, nisikieni nyote na kufahamu. Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo vimtia vimtia unajisi yule mtu. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie. Hata alipoingia nyumbani, ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano. Akawaambia, Hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi? Kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uuaji uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Akaondoka huko akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni, akaingia katika nyumba, akataka isijulikane na mtu, lakini hakuweza kustirika. Ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Msirofoinike. Akamwomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, enenda zako, pepo amemtoka binti yako. Akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani na yule pepo amekwisha kumtoka. Akatoka tena katika mipaka ya Tiro akapita katikati ya Sidoni akaenda mpaka bahari ya Galilaya kati ya mipaka ya Dekapoli. Wakamletea kiziwi, naye ni mwenye utasi, wakamsihi amwekee mikono. Akamtenga na mkutano faraghani Akatia vidole vyake masikioni mwake, akatema mate, akamgusa ulimi, akatazama juu mbinguni, akaugua, akamwambia Efatha, maana yake funguka. Mara masikio yake yakafunguka, kifungo cha ulimi wake kikalegea, akasema vizuri. Akawaonya wasimwambie mtu, lakini kadri ya alivyozidi kuwaagiza, ndivyo walivyozidi kutangaza habari. Wakashangaa mno kupita kiasi, wakinena ametenda mambo yote vyema, viziwi anawafanya wasikie na bubu waseme. Mlango wa nane. Katika siku zile, kwa vile ulivyokuwa mkuu tena ule mkutano nao, amekosa kitu chakula, akawaita wanafunzi wake akawaambia, nawahurumia mkutano, kwa sababu yapata siku tatu wamekaa nami wala hawana kitu chakula, nami nikiwaaga waende zao nyumbani kwao, hali wanafunga watazimia njiani na baadhi yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamjibu, Je, ataweza wapi mtu kuwashibisha hawa mikate hapa nyikani? Akawauliza, Mnayo mikate mingapi? Wakasema, saba. Akawaagiza mkutano waketi chini, akaitwaa ile mikate saba, akashukuru, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawaandikie; wakawaandikia mkutano. Walikuwa na visamaki vichache akavibarikia akasema wawaandikie na hivyo pia. Wakala wakashiba wakakusanya mabaki ya vipande vya mikate makanda saba, na watu waliokula wapata elfu nne. Akawaaga mara akapanda chomboni pamoja na wanafunzi wake, akaenda pande za Dalmanutha. Wakatokea Mafarisayo wakaanza kuhojiana naye, wakitafuta kwake ishara itokayo mbinguni, wakimjaribu. Akaogua rohoni mwake akasema, mbona kizazi hiki chatafuta ishara? Amin nawaambieni, hakitapewa ishara kizazi hiki. Akawaacha akapanda tena chomboni, akaenda zake hata ng'ʼambo. Wakasahau kuchukua mikate, wala chomboni hawana ila mkate mmoja tu. Akawaagiza akasema, angalieni jihadharini na chachu ya mafarisayo na chachu ya Herode. Wakabishana wao kwa wao, kwa kuwa hawana mikate naye Yesu akatambua akawaambia, mbona mnabishana kwa sababu hamna mikate? Hamfahamu bado, wala hamjaelewa je? Ye, mioyo yenu ni mizito? Mna macho hamwoni? Mna masikio hamsikii? Wala hamkumbuki? Nilipoivunja ile mikate mitano na kuwapa wale elfu tano, mlichukua vikapu vingapi vimejaa vipande? Wakamwambia kumi na viwili. Na ile saba kuwapa elfu nne mlichukua makanda mangapi yamejaa vipande? Wakamwambia saba. Akawaambia hamjafahamu bado? Wakafika Bethsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguse. Akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza waona kitu? Akatazama juu, akasema naona watu kama miti inakwenda ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Akampeleka nyumbani kwake, akisema hata kijijini usiingie. Akatoka Yesu na wanafunzi wake, wakaenda kwenye vijiji vya Kaisaria Filipi, na njiani akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu huninena mimi kuwa ni nani? Wakamjibu, Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine, mmojawapo wa manabii. Naye akawauliza, na ninyi mnasema ya kuwa mimi ni nani? Petro akamjibu akamwambia, wewe ndiwe Kristo. Akawaonya wasimwambie mtu habari zake. Akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na baada ya siku tatu kufufuka. Naye alikuwa akinena neno hilo waziwazi. Petro akamchukua akaanza kumkemea. Akageuka akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro akasema, nenda nyuma yangu Shetani, maana huyawezi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili, huyu ataisalimisha. Kwa kuwa itamfaidi nini mtu kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Ama mtu aitoe nini badala ya nafsi yake? Maana kila mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu.